Ama nafikiri wai tumewasikia vizuri walivyozungumza, na imani tumewafahamu imani yangu tumewafahamu, kwa sababu hizi mada walizokuja nazo takriban ni mada ambazo zimeenea katika jamii yetu kila kona, zinazungumzwa katika radio, misikitini. Kwa wajibu wenu kujua kwamba hili jambo ambalo linazungumzwa kila wakati kumbe lina nafasi kubwa na mmong'onyo wake mmong'onyoko wake umeshaonekana kwamba kila leo unaendelea kuendelea. Kwa hivyo mjue, hajifurahishi hawa kufanya hivi sawa. Hawakuja hapa eti kwa sababu wapate posho vikao hivi. Wameona kwamba tayari jamii inaendelea kuharibika kila leo. Wajibu wenu ndio kwamba tunaambiwa kwamba wakati tulionao kwa hivi sasa Msitegemee kwamba atakuja mtume au atakuja malaika kukwambieni kwamba hili zuri na hili baya. Hawa walioletwa ndio malaika wenu na hawa waliokuja ndio nani? Mitume wenu, mkikamati kile ambacho mlichopewa na mkifanya kazi ndani ya mzunguko wa maisha yenu yote, kuanzia hapa ulipo mpaka utakokwenda baadaye, na siku zote nikizungumzwa neno jema, neno zuri utakapoliona athari huko nje basi, hawa kuna siku utawakumbuka, la hili niliona sasa hivi, kuna siku walikuja mashaikhi kule kwa kuwatambia hivi hivi nilivyoona hapa sasa hivi. Wajibu wako uje kimbali na hiyo athari, unaweza kuisema isemee, uweze kuisemea, basi kaa pembeni au kimbie kwa haraka sana. Baada ya yote hayo, kikubwa zaidi ni tuwe shukurani kwa ujio wa mashehe zetu hawa na mada nzuri ambazo wamekuja nazo alhamdulillah, zimefika. Na Mwenyezi Mungu inshallah awalipe mema ya duniani na kesho akhera, amin. Mwenyezi Mungu inshallah awarjizie salama safari yao, na Mwenyezi Mungu inshallah awafanikishe malengo yao, amin. Na mwisho wa siku inshallah Mwenyezi Mungu awaingize katika jannatu naim, amin. Baada hapo, nafikiri huko niurejeshe nirejeshe kwenu wanafunzi, tuwasikilizeni kama kuna mtu anataka kudadisi jambo, kuuliza au kuchangia kwa dakika isiyozidi moja. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh <tipos> <tipos> <tipos> Sina mingi ya kusema ila natoa shukrani kwa viongozi wetu na natoa nasaha kwa wanafunzi wenzangu

Asalamu, alaykum warahmatullahi wabarakatuh, kwa faida wale wote ambao wafuatilia kupitia chaneli ya Jumaza TV. Mimi mtazaji wako Yusuf Othman eh, tukiwa leo tumepiga kambi katika Madrasatu Nur Muhammadia iliyopo katika eneo la Daraja Bo kwa ajili ya ile ile ni ziara ya jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika kuzitembelea madrasa mbalimbali e, zilizomo ndani ya nchi hii ya Zanzibar, lakini leo tumejikita hapa katika madrasa tu nuru Muhammadia iliyoko katika eneo la Darajabovu kama unavyoona hapa. Huyu ni miongoni mwa e, maokti au tuseme walimu ambao wanatia nguvu katika e, kuipeleka mbele madrasa hii nuru Muhammadia. Ni nani huyu? Tamwacha nafasi basi kwa upande wake aweze kujitambulisha ili aweze kufahamika na wale wote ambao wanaotufuatilia kupitia Jukumaza TV. Kabla ya yote, nikwa shingo kuti eh, kwa ajili ya kuweza kujitambulisha uweze kufahamika na wale ambao wanatufuatilia eh, katika Jukumaza Gen TV, dakika moja mbili, kwa ajili ya kuleta sawa hili, karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sabrina Ali Faki, ni miongoni mwa maukti mwa Wana, ni miongoni mwa maukti wa madrasa hii Nur Muhammadia Mukarram. Asante sana ukhti Sabrina, huyu ni miongoni mwa maukti ambao unatia nguvu katika madrasa ya Muhammadia kwa ajili ya kulisukuma gurudumu mbele e, katika katika swala so zima la kutoa taaluma kwa vijana ndani ya madrasa hii. Asante sana kwa kuweza kulifahamu hilo ukhti Sabrina. Jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar leo pia kambi katika Nuru Muhammadia kwa ajili ya kuja kuzungumza kutoa nasaha mbalimbali kwa wanafunzi wa madrasa hii e, katika vipengele tofauti tofauti umelipokeaje? Kiupande wangu nasema asanteni sana kwa sababu nimeona kwamba huko nje mumeacha madrasa nyingi na mmekuja katika madrasa yetu. Kwanza nikupongezeni sana, yaani mmeacha kazi zenu sana na kuja kwetu, tunakushukuruni sana asante sana, asante sana kwa pongezi ambazo tayari tumezipata kupitia Ukhti Sabra, ambaye ni mwalimu e, wa Madrasa Tunur Muhammadia. Ukhti Sabra, viongozi wa jumuiya ya kuimarisha maadili ya malezi bora Zanzibar wameelezea mambo mbalimbali katika kuwanasihi e, wanafunzi na vijana, lipi ambalo kidogo zaidi limekutazkihili muhimu kwa ajili ya pia waajiliya kukulichangia kwenye hapo, kiupande wangu ni jambo lile ambalo kwa wanafunzi kushughulikiana sana wanapofikia baadhi ya umri, tunasema kama ni umri wa balehe yeah. Wanafunzi wengi wanakuwa wanajikita na mambo ya kinje kiupande kama wanaume wanakuwa wanajikita sana katika mambo ya kimaskani, wanawake wengi wanakuwa wanashughulikiana na wenzao, wanashirikiana kwayo, kwa hiyo nakuta kwamba wanafunzi wengi wanakuwa wanashirikiana na wale watu wa nje, kwa hiyo wanakuwa wanaacha chuoni. Asante sana. Hili ni jambo ambalo tayari eh ameweza kulitilia nguvu nalo, pia kwa sababu tayari anamaanisha kwamba wale ambao wako nje tayari basi ana wanasi pia kurudi katika sehemu ya taaluma, kwa sababu jumuiya imeimiza zaidi swala la kielimu. Mimi nikwambie tu oti sabra kipi cha kufungia katika yali ambayo labda unataka kuliengezea hapo, katika kukifungia, kwamba kwanza ni wanasihi wanafunzi kwamba wasije wakajishughulisha na wasije wakashirikiana na wale ambao wanafunzi ambao wapo mitaani, kubwa ni kwamba wa wanasihi kama pana uwezekano warudi chuoni ambao wamekata hmm. ila nao waliokuwepo hapa wasije wakapata nafasi hmm. ya kunasihiwa hmm. na wale waliokuwepo nje kuweza kufuatana na yale mambo ambayo yalikuwepo nje Asante sana kwaweza kulifungia hilo kwa ajili kutilia mkazo na kutilia nguvu kwa wale vijana ambao wamo ndani ya madrasa wasije wakaenda nje wakawa tayari wameepuka wame madrasa lakini ambao wako nje nao pia warudi kwenye mstari kwa ajili ya kujitafutia taaluma ili kuipatikana ile nuru ambayo ambayo limepointiwa kwa ajili ya maisha yao ya duniani kinipia ya akhira. Mimi nikwambie asante sana kwa ajili ya interview hii fupi ambayo tumeifanikisha kwa, kwa kuunga mkono, shukran sana asante sana. Mimi nikukaribisha nikwambie tu asante sana, ntakapumzike, lakini pia tutaishia hapo. Tunaye mwanafunzi pia wamaratu Nuru Muhammadi, ambaye naye pia akapokea ujumbe huu, naye tutamsikiliza pia kwa upande wake, yeye tujue eh ambacho kimezungumza na yeye pia ameweza kukikazia mwanafunzi wenyewe. Asante sana. Huyu ni Ukhti au ni mwanafunzi wa Madrasa Nuru Muhammadia miongoni mwa wanafunzi ambao wanachukua taaluma hapa katika Madrasa hii Nuru Muhammadia, kwa muda mrefu yupo hapa amejikita, lakini kabla ya yote kwanza nimwachie ajitambulishe aweze kufahamika. Na jina lako lakini umri pia ambao una. Kwa jina naitwa Maryam Ali Muhammad. Umri wa miaka 16. Miaka 16. Ni Mariam Muhamed na umri wake miaka 16, amejitambulisha hivyo. Unawambiaje wale vijana ambao wako nje na wameshakimbia madrasa, ulikuwa nao pengine wako nje, unawambiaje? Asante sana, anawakazia anasema kwamba warudi chuoni katika eneo hili la madrasa Nuru Muhamadia au madrasa yoyote ile kwa ajili ya kuweza kuendelea na gurudumu la kitaaluma mi niseme, asante sana, shukran. Haya, huyu mwanafunzi wa madrasa Nuru Muhamadia ambaye tumezungumza naye jikundi hapa e, ni mwenyeji wa madrasa hii, lakini tunafungia kwa wanafunzi wa mwisho kwa sababu unafahamu kwamba jumuiya hii imekusanya vyuo mbalimbali eh ndani ya jumuiya hii. Lakini tunao wanafunzi ambao tulishirikiana nao kikamilifu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, eh, katika ziara hii ya jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Atakuja mmoja hapa katika hao kwa ajili ya kuja kutizama hisia zake, ne, ne, pia katika zoezi hili la ziara hii ambayo ni jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Eh, mnavyoona pembeni yenu hapa huyu ni mwanafunzi ambaye tulishirikiana ama, tulishirikiana tulishirikiana naye kikamilifu katika ziara hii ya jumuiya ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika kuzitembelea madrasa mbalimbali mbali ndani ya nchi hii ya Zanzibar, lakini leo iliyokuwa katika madrasa tunuru Muhammadia iliyopo katika eneo eh, hili la daraja bovu Munduli. Eh, kabla ya yote kwanza, nimwasie wafuti eh, wanafunzi na nawe weze kujitambulisha, asante. Yeah. Kwa majina anaitwa Sara Mzee Waziri na miaka kumi na tatu nasoma chuo cha almadrasa tolehania iliyopo eh, Nyerere, Zanzibar. Asante. Asante sana, ni Sara Mzee Waziri, mwanafunzi wa adati anatoka katika A. ni monda ambaye madrasa ambayo imejiunga na jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Tulikuwa nawe kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika ziara hii kuitembelea Madrasa Nuru Muhammadia, wanaasishi vijana mbalimbali. Kipi ambacho umesikia kimezungumzwa kimekutachi zaidi? Asante. Hmm. Katika ziara hii nimejifunza hmm ushikamano wa vyo mbali, mbali. Hmm, na si mwanzo wa ziara hii kuja, hmm, nishaenda ziara nyingi tu, lakini leo tumeamua tuje hapa ili kuja kujifunza mambo mengine hmm. Asante. Asante sana kwamba ni mwanafunzi huyu Sara, tukuwa tunaye katika, katika ziara mbalimbali mbali, na leo tuia pia tumebahatika kuwa naye katika ziara hii ya kutembelea Nuru Muhammadia ia iliyokopo hapa, kuna wanafunzi vijana wengi ambao wako katika mtaa kwa swala ya kusoma ahawana tena au niseme tu katika moja jambo ambalo wamelizungumzia jumuiya ni tabia kwa wanafunzi e, tabia gani ambayo unahisi hii unaweza kuikazia na wewe wanafunzi, yaani ambayo wasiwezi kuwa nayo tabia hii ambayo sio sawa. Tabia hiyo kwa jamii, watashirikiana jamii, watashirikiana kuwapa ushauri ili warudi tena katika elimu. Asante sana, ili kurudi tena katika elimu wale vijana ambao naye ana kazi hapo. Mi niseme tu mwanafunzi Sara ni mwanafunzi ambaye anatoka na msitu fulani ile kwenye e, Zanzibar. Ameshirikiana nasi katika ziara hii ma, ya jumuiya ya kuimarisha na maadili na malezi bora Zanzibar. Mimi nikwambie asante sana shukrani. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Pembeni yangu hapa mwanafunzi ambaye naye pia tulishirikiana katika ziara hii ya jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar katika Nuru Muhamadi Almadrasa. Ni nani huyu hapa? kabla ya yote kwanza ni, ni msalimie. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana, labda kwa kwa kuweza kulifahamu jina lako pia na umri wako kwa majina. Naitwa, anaitwa Mjihadhar Haji Madini na umri wa miaka 17. Nasoma Almadrasa tul Ikhwani. Eh, Asante. Asante sana ni mmoja katika wanafunzi ambao tulishirikiana nawe katika ziara hii ya jumuiya kuimarisha maadili na malezi bora Zanzibar. Umelipokeaje sana mliokeazia hii umeipokeaje? Mara ya mwanzo kuwa nawe katika ziara hii umeipokeaje ziara? Nimepokea ku kujua kush, eh nimelipokea, kushirikiana vizuri na tofauti. Asante, asante sana, asante sana sanawanafuzi mwingine huyu hapa, ambaye naye pia tulishikiana naye. Kwa kabla yote, waza jina lako na umri wako. Asante, mtangazaji wa channel online tv kwa majina naitwa Sheikha Sharif Nasor, na umri wa miaka 15. Natokea chuo cha Almadrasa tuli khwani, eh kiliopo Nyerere, Zanzibar. Asante ambaye, kwa mara kwanza nakuona ni mwanafunzi ambaye nahisi kwamba sikukuna kwenye ziara nyingi, lakini leo nimeona sura mpya katika hii ziara hii. kwani kwa, kwa, kwa, kwa, eh umenichukuliaje? ili jambo mmelichukulia vizuri pia tuendelee kufanya ziara mbalimbali mbali, ili kujipatia taaluma katika, katika jumuiya hii ya kuimarisha maadili na malezi bora ya Zanzibar. Asante, asante sana. Mimi natumaini kwamba tutakuwa nao katika ziara nyingine mbalimbali. Ndiyo, nitaendelea kuwa na nyie katika ziara mbalimbali pia na alipenda hili jambo na pia sitoacha ku, kuenda madrasa mbalimbali mbali, ili kujipatia taaluma na mimi. Asante sana, shukrani mie, asante kama awali ilipotangulia kusema ni ziara hii ya jumuiya ya kuimarisha maadili na amani bora Zanzibar. Leo tulikuwepo katika madrasa Tunuru Muhammadia iliyopo katika eneo na Daraja Bovu. Jumuiya imezungumza mengi na wanafunzi wa madrasa hii mbali, mbali, lakini niseme tu hapa sio mwisho wa ziara hii, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafanikisha tuna, tuna nchi nzima hii ya Zanzibar. Usisahau kusubscribe kushare na kucomment pia katika yale ambayo tunayafanikisha, uweze kuyapata kwa wakati. Ni yule yule wako Yusuf Osman bin Abdallah kutoka kutoka katika e, channel ya Jukumaza TV, tukutane tena katika ziara nyingine mbalimbali.